bari. Je, wewe ni mfanyabiashara wa network marketing au biashara za mtandaoni? Leo nataka kukusaidia mbinu kumi zinazotumiwa na watu waliofanikiwa katika biashara yako. Kama wewe unauza bidhaa mbalimbali za afya ama bidhaa nyingine, basi video hii inakufaa. Kwa kuwa katika kila kampuni inakuwa na sheria zake na inakuwa ina ofa yake kulingana na mahitaji yake, lakini wengi kunakuwa na vitu vitatu. Kunakuwa na ofa ya ushindi wa magari, safari za kimataifa, kuingiza kiwango kikubwa cha fedha, lakini pia kujengewa nyumba kwa gharama ya kampuni kwa hukizi kigezo kile wanachokuwa wamekiweka. Sasa wengi waliofanikiwa katika biashara hii huwa hawasemi siri hizi au hawasemi mbinu hizi hadharani mpaka wanapokuwa wamekwisha kufanikiwa. Sasa nikiwa mimi kama ni mmoja wa watu wanaofanya biashara hizi za network marketing, nimeona ni kuibie siri ya mbinu hii ambayo inatumiwa zaidi na watu hawa na kama mbinu hizi ukaamua kuzifanyia kazi ipasavyo, basi ndani ya miezi kumi na sita tu unabadilisha taswira ya maisha yako na kuwa mtu mwenye kiwango ama kipato cha uhakika. Itapendeza kama utakuwa na kalamu na karatasi, ili hiki ninachokwenda kukuelekeza utumie wasaa na muda kukiandika, ili uweze kukitumia kesho na kesho na kesho futwa lakini vilevile utakisaidia ama utaisaidia timu yako unayounda katika mtandao wako wa kibiashara ili nao wafanye kama vile unavyofanya wewe. Biashara ya mtandao si ngumu, wala sio biashara ya kusema utatajirika kwa haraka, bali ni biashara inayotaka ufuate hatua na biashara inayotaka kujitoa kwa kipindi cha miezi isiyopungua kumi na nane kufanya kazi ipasavyo ili uweze kupata matokeo kwa haraka. Lakini lazima ujiulize kwa nini unafanya hiyo biashara, au kwa nini ninafanya biashara ya network marketing? Kama utakosa jibu, basi hufai kufanya hiyo biashara. Lakini kama ulijiunga katika hiyo biashara, maana yake una lengo na una kusudio na una hadhima ya kufika katika level fulani katika maisha yako na wanadamu tunaweza kusaidiana kutoka hatua moja kwenda katika hatua nyingine. Ukweli na uhakika ni kwamba passive income yenye uhakika zaidi iko kwenye network business, kwa sababu pesa unayoitafuta iko mikononi mwa watu, utajiri unayotafuta uko mikononi mwa watu. Sasa, jina gani? asilimia kubwa wao wanajitambulisha kama wataalamu, kwa sababu biashara ya network haihitaji professionalism, haihitaji huo umesomea kile kitu. Hapana, kwa sababu dawa zinazotolewa ama tibarisha zinazotolewa hazina madhara kwa mwili wa mwanadamu. Kwa hiyo, wewe unachotakiwa kuwa nacho ni kujua kusoma na kuandika, na zaidi kujua matumizi ya simu yako ama smartphone. Lengo ujifunze kuweka katika mitandao bidhaa zako na kuelimisha watu. Kumbuka, wewe unajikaa sehemu kama mtaalam na sio muuzaji. Katika network marketing watu hawauzi, ila wanatoa ujuzi na watu wanaulipia ujuzi. Mara nyingi katika kutengeneza brand, brand huwa inatengeneza imani na watu kuamini kile unachokifundisha ama unachokielezea. Mfano, ukiposti status zako zenye kufundisha kuhusu afya, zenye kufundisha kuhusu hiko unachokiuza, basi watu watajua ama kufahamu kwa kile unachokifundisha. Kwa hiyo mbinu ya kwanza ambao waliofanikiwa wengi wanaifanya ni kutengeneza brandi yao. Kwa mfano ukiangalia katika channel hii, mimi utanifahamu kwa Okoa Afya Medical Hub. Ni kama hivi Okoa Afya Medical Hub, hii ni brandi ambayo nimedisaini kwa rogo kabisa. Kwa hiyo unapoona rogo ya namna hii, maana yake unajua unanizungumzia mimi Okoa Afya Medical Hub. Kwa hiyo ni lazima unifahamu, hata ukinipigia simu ni lazima utasema naongea na Okoa Medical Hub, ni kwa sababu umeona brandi kwa kupitia rogo na ndipo ukaniamini, kulingana na hiki ninachofundisha. Sasa nini ambacho unapaswa kufanya katika hatua hii ama katika mbinu hii? Kitu cha kwanza, tumia mtandao ya kijamii kutengeneza ama kujiposti brandi yako. Inaweza ikawa ni TikTok, inaweza kawa WhatsApp, Instagram na Facebook. Lengo, elimisha kuhusu afya na faida za bidhaa zako kabla ya kuuza. Watu hawanunui unachokiuza, bali watu wanalipia kile unachokifundisha. Kwa hiyo tumia mitandao hii kwa faida, na usitumie mitandao hii kuperuzi yasiyofaa. Wakati hao unaowatazama usiku kuchwa wao wanaingiza fedha, wewe ukiwa unapoteza bando lako na muda wako. Kumbuka ya kwamba muda hausimami na muda hauna taarifa ya kwamba utaisha saa ngapi. Sasa endelea kufuatilia video inayofuata, nitakuelekeza mbinu ya pili na uweze kufanya kwa vitendo sasa hivi, zingatia mbinu hii ya kwanza: tengeneza brandi yako, watu wa kufahamu kwa jina gani ambalo linaendana na kile unachokifanya. Usisahau kushare video hii kwa kwa net networkers wote unaowafahamu, wale wote wanaofanya biashara ya mtandaoni. Share video hii nao, waweze kutumia nao, waweze kujifunza. Lakini usiondoke hapo, angalia mbinu ya pili, ila mbinu ya tano ni mbinu muhimu zaidi kwa wewe unayefanya biashara hii.